Kwa jina naitwa Hasani Mohamed Mnumbe, ni makamu mwenyekiti wa Lindi Mwambao. Nipo kwenye sekta ya pembejeo katika maeneo yetu ya chama kikuu cha Lindi Mwambao. Pembejeo baada ya kufika kwenye maghala ya vyama vya msingi, yameanza kugaiwa moja kwa moja kwa wahusika. Lakini pia wanawasifu sana, kutokana na mwaka huu wamekuja, dawa zimekuja mapema kwa wakati, hata kama wakati bado muda wa kupuliza dawa ziko ndani na wakulima wamefurahia. Kwa hiyo wanasisitiza tuendelee na, mwe, na mwenendo huu na sisi kama chama kikuu tutaendelea kusimamia kwenye maeneo yote, tumepokea dawa kwa zimefika kwa wakati, kwa sababu tayari miaka ya nyuma ilikuwa imechelewa kufika, lakini kwa sasa maana yake zimefika dawa hata mikorosho bado haijaanza kuchipua. Wakulima wamefurahia mfumo, na kama itakuwa inaendelea hivi, basi wakulima wanafurahia sana. Zikifika mapema, mtu ataandaa bajeti yake kuona kumbe serikali imetoa nini na wao waongeze nini Data imefanya vizuri kwa sababu tayari hata yule mtu ambaye bado hajaingia kwenye mfumo anaelekezwa na anarudi tena pale kwa wale wahusika, watu wa bwana shamba wa, wa, wa bodi wanakuja wanasajiliwa. Lakini pia imefurahisha sana kwa sababu tayari mtu anachoambiwa ndo kile anachokipata. Kama mtu alisajili mikorosho michache, basi dawa pia anapata chache. Kama mtu amsajili mikorosho yake ni mingi kwa ule, kwa ule mfumo, basi anapata dawa ya kutosha. Kwa mpaka sasa hivi hakuna malalamiko yoyote na wakulima wanafurahi sana. Ombi langu kwa wakulima, kwanza, yale yanapotoka matangazo wajitahidi kwenda kwa wakati kwa wahusika, ili ili, kumbe zile changamoto zisitokee. Okay, kumbe mimi sijapata dawa, wakasajiliwe ili wapate dawa. Kwa majina, naitwa Nordin Said Swala, ndio chama kikuu cha ushirika Lindi Pambao. Nashukuru kwa msimu huu wa uh, mwaka 2025 2026 tumepokea pembejeo uh, na usambazaji unaendelea na wakulima wanapokea pembejeo. Tunashukuru sana Bodi ya Korosho Tanzania pamoja na Korosho kwa joint enterprises. Uh, kwa msimu huu pembejeo zimewahi sana na wakulima wamepokea na wanaendelea kuzitumia a wakifananisha na misimu ambayo imepita. Na rai yangu kwa wakulima wapokee pembejeo na wazitumie kifadhaa ili tuweze kupata uzalishaji wa kutosha.